Kwa nini? Kwa sababu watu wanapokuwa na shamba, anaamua kulikata viwanja, halafu anauza, hesabu ya njia haipo. Sasa ningependa niwaambie wizara ya ardhi, kuanzia sasa, mtu kama ana shamba lake anataka kuuza viwanja iwe marufuku, bila kuleta wizarani. Apimiwe na njia ziwekwe kwanza. Kwa sababu hiyo nyumba ya hiyo ya jamaa yangu ni nyumba nzuri kweli, kajitahidi. Sehemu kubwa ya kipato chake kimeingia pale, lakini leo iko katikati, kati ya vibanda vya watu na njia ya kufika haipo. Kwa hivyo, inakuwa hakuna tija katika ujenzi wa namna hiyo. Lazima viwanja vipimwe, njia ziwepo, halafu na huduma ziwepo, kwa mfano umeme na maji, halafu watu ndo waruhusiwe kujenga, na hata ujenzi wenyewe basi uwe na aina fulani ya ujenzi, tusijenge hovyo tu. Na mimi nitakuwa wa kwanza kuchampion mabadiliko ya maeneo yetu katika miji. <coughs> Huku tunapokwenda, tutaanza kazi ya kupendezesha mji, na kupendezesha mji maana yake ni barabara, maana yake ni njia za kupita watu kutembea kwa miguu, maana yake ni nyumba au maduka yaliyokuwa pembeni ya barabara. Hatuwezi kuendelea na vibanda kila pahali. Kwa hivyo, nitaomba wananchi waniunge mkono katika hatua hizo tutakazozichukua ili Zanzibar ifanane na miji mingine ambayo ni ya kitalii kama sisi hapa. Ni dhahiri kuwa mfumo tuliokuwa nao sasa unachukua muda mrefu sana hadi mtu kumiliki nyumba ya makazi na husababisha usumbufu mkubwa. Napenda niwatie moyo kuwa nyumba za kisasa ambazo serikali inaendelea kuzijenga kupitia shirika la nyumba zinatoa fursa bora zaidi kwa mwananchi na hasa mtumishi wa umma kuweza kumiliki nyumba ya makazi yenye faida zifuatazo: kwanza, ataishi kwenye nyumba zenye viwango, lakini pili, atapata makazi yenye thamani na hata uhakika wa kupata dhamana ya kifedha kupitia mabenki, na tatu, itajenga misingi imara ya uchumi wa familia mapema. Napenda niwatie moyo kuwa nyumba za kisasa ambazo serikali inaendelea kuzijenga kupitia shirika la nyumba zinatoa fursa bora zaidi kwa mwananchi na hasa mtumishi wa umma kuweza kumiliki nyumba ya makazi yenye faida zifuatazo: kwanza, ataishi kwenye nyumba zenye viwango, lakini pili, atapata makazi yenye thamani na hata uhakika wa kupata dhamana ya kifedha kupitia mabenki, na tatu, itajenga misingi imara ya uchumi wa familia mapema. Ukiwa na nyumba yako nzuri kijana, ndo kwanza umeanza kazi, umeingia kazini, una nyumba yako nzuri, una gari yako, umeshajenga msingi wa maisha au mustakbali wa familia yako. Lakini ukianza ule ule, ule utaratibu wa kutafuta kwanza mifuko 30 ya saruji mpaka unastaafu ndo utakuwa unamaliza ile nyumba.